Kupewa, kupe, kuletewa nguzo waliambiwa walipie fomu na wamelipia fomu, muda wa kuanzia mwezi wa kwanza wa kumi na mbili na wa pili, lakini mpaka sasa hawajapewa control namba ili walipie ile ishirini na saba na baada ya hapo kuna watu ambao wanalipia leo, kesho anafungiwa umeme. Hii inaleta swali kwa mwananchi kwamba ni nini kinafanyika kwenye shirika hili la TANESCO. Mwingine anafungiwa leo ana, anawekewa. Mwingine alishawekewa alishalipiwa fomu zamani, bado hana control namba. Sasa niombe majibu kwamba ni nini kinachofanyika hapo, mwananchi anasubiri na ukijua kwamba huu umeme ni mkataba wa REA mempe na TANESCO ambao wanaenda kukabidhi. Akikabidhiwa tu atapigwa huyu mwananchi kwenye gharama, ambayo serikali imempendelea kumpunguzia gharama, tayari anaingizwa kwenye gharama nyingine. Ombi yetu tunaomba kwamba hao waliopewa wa waliolipa wa control number waweze kushughulikiwa hizo control number mara moja, ili wananchi waingize umeme kwa haraka iwezekanavyo. Mamlaka ipo kwa mujibu wa sheria, kanuni na taratibu za serikali. Wataalamu wanapoombwa kuja kutoa ufafanuzi fulani kwenye hili baraza, basi tunaomba wafike. Nimehudhuria mara nyingi sana haya mabaraza, mara nyingi mtu wa TANESCO tumwoni, watu wa maji anaweza kaja mara katoka. Hiki ni kikao halali kwa mujibu kabisa wa taratibu za serikali, wafike.